Tarehe tisa hawatoki, Warabu hawatoki, tunavuka sisi, tunapambana. Tumesema hii ni robo fainali ya nane almost. Tuna tuna shiriki na tumesha shiriki fainali yes, tukiwa na mzee wetu wazi mdeuji, kwa bahati nzuri au mbaya, viongozi wenziwe wakati huo wametangulia mbele ya haki lakini tunasema tu kwamba si mara yetu ya kwanza. Tumeshiriki nusu fainali miaka ya sabini, tumeshiriki fainali miaka ya tisini, lakini tunaamini kwa uwezo wa Mungu safari hii tutashinda tena kuelekea huko, na hatupo kwa ajili ya kushindana au kubishana na yoyote. Sisi tuna concentrate na mambo yanayotuhusu, wacha wao wahangaike na mambo yasiyowahusu. Safari hii tumedhamiria ubaya bwela, na tunapiga kila engo, na tunakusanya kila nguvu, na tunamwalika kila mtu mwenye mchango mkubwa kwenye jamii hii ili mnyama aweze kuvuka na kwenda hatua ya nusu fainali. Wachawi wengi, ndugu zangu, <tutu> wabaya watu Msifikiri tunakwama tu kwa bahati mbaya, na watu wamekunja nafsi kweli kweli. Sasa lazima tualike nyuklia za kila namna kuhakikisha kwamba mnyama anafuzu na anakwenda nusu fainali siku ya tarehe tisa. Kwa mantiki hiyo basi, niko hapa ngurume aradi kumtangaza mgeni wetu mwingine maalum ambaye atahudhuria mchezo wetu wa tarehe tisa. Naye simu ingine ni Mtume Bonfas Mamposa diaduayo. <coughs> Aya, mwanangu lakini muhimu zaidi hatutaki kutishwa na mtu. Hii timu imefika kwa jitihada za wanasimba wote, wachezaji, management, uongozi, pamoja na kila mmoja ambaye ameshiriki kuifikisha hii timu hapa. Kwa hiyo hivyo vitisho vyao wala havitusaidii kitu chochote. Kimsingi, wito wetu ni kwa wanasimba na Watanzania wote, tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunaiombea dua timu yetu inafanikiwa kuingia katika hatua zinazofuata. Mimi naamini utapotea njia tu, walau waingie humo, watokee Kongowe, atokee Mtwara, wapande ei, ende kwao fudada deke. Hii ndio Simba bwana. Si mtaona pale? Watu na warefu tutawaleta na mimi nitawaongoza watu warefu watakuja uwanjani, walabu watakimbia. Wakivaa msuri na sisi tunavaa msuri. Simba kitaka jambo lake afike mchezo. Maana kesho si lembelembe, hakuna siasa hapa. Wale watoki wale.